Hapa ni eneo la Mangapwani mkoa wa Kaskazini Unguja ambapo mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Jimbo la Fuoni Abbas Ali Hassan Mwinyi yamefanyika hapa na kuongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Baada mazishi ya mazishi hayo tutaanza utaratibu wa kuwatangazia wananchi kuchukua fomu kwa muda mfupi, na tutakaa vikao vyote vile vya halali vya chama. Lakini kumbuka kikao chetu cha mwisho cha uteuzi kinakuwa ni halmashauri kuu ya taifa kwa nafasi ya ubunge na uwakilishi, lakini hapo hapo katiba yetu imekasimu mamlaka kwa kamati kuu. Kamati kuu ni kichombo ambacho kinaitishwa mara moja na kinafanya maamuzi kwa. Hatuna shaka Mungu amempenda zaidi, lakini chama kitaandaa sasa utaratibu wa kupata mrithi wake katika hilo eneo kupitia vikao vya kikanuni na kikatiba cha chama chetu. Kwa vijana wetu ambao wazee wao wanaondoka, basi ni vyema vile vile waige mfano huu, kwa sababu wale waliwachiwa chini yao, basi wawashirikiane nao kama vile ambavyo mzee wao alipokuwa hapo akishirikiana nao. Hili ni wasia kwa vijana ambao sasa hivi ndio wanachipukia, ambao hili jambo kidogo linakuwa lina matatizo kwa wao. Eh, tumeondoka na mtu ambaye kwa kweli mtu hana shida na mtu yoyote, hana tatizo na mtu Eh, ni mtu mwema sana, mtu mkarimu eh, na pia ni mtu mchapakazi. Marehemu ni kwanza mtu msikivu, mtu ambaye ana, ana utulivu. Lakini sisi kwetu tulikuwa kama kaka, tunakwenda kupata ushauri kwake. Ni mtu ambaye alikuwa ana busara sana, ana busara na tumejifunza vitu vingi kwake, na hili ndio kaburi la marehemu Abasi Ali Hassan Mwinyi ambaye hadi umauti unamfika alikuwa mgombea wa ubunge katika Jimbo la Fuoni katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Kutoka Mangapwani, Unguja, ni Miniali Issa, FM <tune>